Rais wa Marekani Donald Trump ameshtumu Mary Bruce wa kituo cha ABC News kama mwandishi wa habari mbaya sana hapo jana Jumanne na kutishia kutengua reseni ya kituo hicho cha televisheni baada ya kumuuliza maswali makali matatu akiwa ikulu ya White House. Mwandishi huyo mkuu wa ikulu kutoka ABC alikuwa miongoni mwa waandishi waliopewa fursa ya kuingia ofisi ya ovo kumuuliza maswali rais pamoja na mwana mfalme wa Saudi Arabia, Mohamed bin Salman. Bruce alimuuliza Trump iwapo alikuwa sahihi kwa familia yake kufanya biashara nchini Saudi Arabia wakati akiwa madarakani. Kabla hajajibu, Bruce aligeuka kwa mwanamfalme na kumuuliza, ujasusi wa Marekani umehitimisha kuwa ulihusika kupanga mauaji ya kikatili dhidi ya mwandishi wa habari. Familia za wahanga wa Septemba 9 zimekasirishwa na uwepo wako hapa ofisi ya Oval. Kwa nini Wamarekani wa kutumaini? Na swali hilo pia kwenda kwako, Rais. Baada ya Mary Bruce kuuliza swali hilo, kisha mwanamfalme akamuuliza Mary Bruce, unafanyia kituo gani? Kisha Trump akaitikia na kusema ABC na kuongeza habari bandia, kisha akatetea shughuli za kibiashara za familia yake nchini Saudi Arabia. Rais huyo alipouzia matokeo jasusi wa Marekani yalodokeza kuwa mwanamfalme huyo huenda alihusika kwa kiwango fulani katika mauaji ya mwaka 2018 ya mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post Jamal Khashoggi, aliyekuwa mkosoaji wa utawala wa Saudi Arabia. Trump alisema watu wengi hawakumpenda Khashoggi, ambaye alikuwa raia wa Saudi Arabia na mkazi wa Virginia nchini Marekani mwana mfalme Mohammed bin Salman alisema kifo cha Khashoggi kilikuwa kichungu na kosa kubwa. Baadaye Trump alimkosoa Mary Bruce kwa kumuuliza mwana mfalme swali baya lisilo na nidhamu na baya kabisa. Alimshambulia tena baada ya swali la tatu kuhusu kwa nini White House inasubiri hatua ya Congress ili kutoa maelezo zaidi kuhusu mawasiliano ya mtumiwa wa unyanyasaji wa kingono Jeffrey Epstein. Bruce aliuliza kwa nini mstoe tu sasa? Rais Trump alimkemea m huyo wa ABC baada ya kuulizwa kuhusu kutoa mafaili ya Epstein akimwita mtu mbaya na mwandishi mbaya na kutishia kwamba FCC ichunguze uwezekano wa kufuta leseni ya kituo hicho. Si swali linanitatiza, Trump alisema. Nina mtazamo wako, nadhani wewe ni mwandishi mbaya, ni namna unavyouliza maswali haya. Baada ya kujibu swali kuhusu Epstein, alirejea tena kwa Bruce akisema kwamba watu sasa wanafahamu udanganyifu wako. Nadhani leseni ya ABC inapaswa kuondolewa kwa sababu habari zenu ni bandia sana na zisizo na usahihi, alisema Trump na kuongeza kuwa, na tuna kamisheni nzuri sana ya FCC mwenyekiti ambaye anapaswa kuingilia hilo, kwa sababu nadhani mnapokuja hapa na kuwa na asilimia tisini na saba ya habari hasi kuhusu Trump alafu Trump akashinda uchaguzi kwa kishindo, ina maana wazi kuwa habari zenu si za kuaminika na wewe pia si mwandishi wa kuaminika, Trump alisema. Kituo cha ABC News hata hivyo hakikutoa maoni yoyote kuhusu kauli hizo za Trump ambazo zilimrejelea mwenyekiti wa FCC Brendan Carr anayeongoza shirika la serikali linalosimamia utoaji leseni kwa vituo vya utangazaji vya ndani. Wakati huo huo, kituo cha Bloomberg News kilitoa tamko baada ya Trump kumwita mmoja wa waandishi wao Catherine Lucey kwamba ni mtu mwenye umbo kama la nguruwe wakati wa maswali na majibu Ijumaa iliyopita katika ndege ya Air Force One. Mwandishi wetu wa White House hufanya huduma muhimu kwa umma kwa kuuliza maswali bila woga wala upa Endeleo. Bloomberg News ilisema, tunaendelea kujikita katika kuripoti masuala ya maslahi ya umma kwa haki na kwa usahihi. Hii ni Msasa Midia.